Wako watu wa ardhi, kazi yenu ni kubadilisha na kuchezesha mafaili kadri iwezekanavyo. Faili moja linazalishwa faili jingine, kazi ni kubadilisha tu. Ilikuwa inaitwa block D arobaini na nane, unaibadilisha unaita block C arobaini na tisa. Akija mtu anafikiri labda amenunua kiwanja kingine. Watu wanne wote wamepata nyaraka na mmewapa maeneo, wakienda kule wanabaki kugombana wao, na mwisho wa siku wanapelekana mahakamani na wanakaa miaka na miaka wapate haki, kumbe chanzo ni nyinyi wenyewe. Na wataalamu wangu wa upimaji ndio wenyewe wamebobea. Hata mkienda kupima maeneo, kuna maeneo mnayapima mengine, mnayaruka mkisema hili ni bonde, mengine mnayaacha mkisema hapa ni mto, lakini baadaye mnarejea mnapima mnavyojua, na mwisho wa siku kuwauzia watu. Leo hii tukitaka tukague kila afisa ardhi na watu wake wa mipango, unaweza ukashangaa wanakuambia viwanja vimekwisha, lakini kumbe wao ndio wanaomiliki viwanja na mwisho wa siku wanaviuza kwa bei ya kibiashara kwa manufaa ya kwao binafsi. Sambamba na hilo, unakutana na mkuu anayehusika na uthamini mnathamini majengo ya watu kwa kufanya kazi kubwa mbili au tatu. Moja ni kuongeza thamani ya jengo lile kuliko thamani halisi, kwa makubaliano na mtu mwenye nyumba mwenyewe, au ni kuishusha thamani ile nyumba, ili pia umkandamize yule mwananchi. Na mbaya zaidi, mnakusanya hata baadhi ya vibanda ambavyo havipo. Ninazo nyaraka ambazo watumishi mmefanya kazi ya hovyo ya kufika hatua mwananchi mnamthaminisha nyumba yake, inaonekana nastahili kulipwa milioni mia mbili, alafu mnachakachua kile kitabu cha mthamini mkuu na kushusha kile mtakachokwenda kumlipa kwa milioni mia moja, na wakati mwingine hata milioni themanini. Mnakula pesa zao na kuwafanya kuwa watumwa wakiumia na kuangaika. Nimechukua nyaraka zote na nimeanzisha utaratibu mpya. Sisaini dokumenti yoyote ya fidia bila kupita kwa watu wa TAKUKURU ili tuondokane na ili kundi au genge linalokula jasho la wananchi bila huruma, kwa kisa tu ni wataalamu wanaoweza kucheza na kalamu.